Naitwa Avelino Titus Mwema, ni mkazi wa Chemchem kata ya Matogoro. Mwaka jana mwezi wa nane, tumefanya kazi kwenye kazi ya falalaini TFS. Tulifanya hiyo kazi mwezi wa nane, hatukulipwa atu, tumekuja kulipwa leo kwa kupitia ofisi ya malalamiko ya mkuu wa mkoa. Hatimaye tulipofika hapa, tulihudumiwa na tukaambiwa tusubiri ndani ya wiki moja. Ndani ya wiki moja tumepewa hela yetu. Namshukuru sana mkuu wa mkoa pamoja na wafanyakazi wake yes. Kiasi tulichokuwa tunadai tulikuwa tunadai ni laki tisa na, na hela kidogo. Kama mtu yoyote mwenye madai amezurumika na mtu yoyote yule ataki kumlipa, afike kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa, lipo dawati hapa, watu wanafanya kazi masaa ishirini na nne na utasaidiwa kwa majina. Naitwa Amina Tindwa ni afisa malalamiko ninayeshughulikia malalamiko ofisi ya mkuu wa mkoa. Mnamo tarehe kumi na saba mwezi wa tatu ofisi ya mkuu wa mkoa ilipokea malalamiko ya wananchi takriban ishirini kutoka mtaa wa Chemchem kata ya Ndili Malitembo manispaa ya Songea. Wananchi hawa walifanya kazi katika msitu wa forest, lakini takriban miezi nane madai yao ya shughuli zile walizofanya kule msituni walikuwa wajalipwa. Baada ya kufika ofisi ya mkuu wa mkoa wa tarehe 17 mwezi wa tatu kwa kweli tuli, tuliwaita uongozi wa misitu hususan ni meneja wa misitu wa, wa wilaya, tulikaa naye chini tukazungumza naye, ndani ya wiki moja ulisema pesa hiyo itakuwa imeshalipwa lakini kufikia tarehe ishirini na sita mwezi wa tatu, pesa hiyo kwa kweli wananchi hao wamelipwa kupitia usimamizi uliofanywa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa na katibu tawala wetu wa mkoa na wasaidizi wake wa ofisi ya malalamiko, kwa kweli wananchi hawa wamefanikiwa, leo hii wameweza kusaini fedha zao zote ambazo walikuwa wanadai. Tunashukuru serikali kwa kuanzisha kitengo hiki cha ofisi ya malalamiko. Kwa kweli wananchi wanapata faraja, wanapata furaha, malalamiko yao yanafanyiwa kazi kwa urahisi. Wito wangu kwa wananchi wote wa mkoa wa Ruvuma ofisi ya malalamiko ipo wazi masaa 24, na kuna namba maalum ya mkoa. Unaweza ukapiga simu au ukatuma message, malalamiko yako yanatufikia na tunaweza kuyashughulikia kwa haraka sana. Namba yetu ya malalamiko ya mkoa ni sifuri nane sifuri sifuri moja moja sifuri moja, saba, nne. Namba hii ndugu mwananchi, unaweza kupiga simu yako bure, hii ni toll free, mtandao wa titiselo unapiga simu yako bure kutuma lalamiko yako, lakini pia unatuma meseji bure, meseji hizo zinatufikia. Karibuni sana wananchi wa mkoa wa Ruvuma.